katika sera yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tumefika sasa katika kuzungumzia nao, ama yani constitution eh, alioiweka Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mkataba alioiweka Bwana Mtume alipofika pale Madina. Maana ile ilikuwa ni daula sasa e, mpya, daula ya Kiislamu e, pale wana nafasi ya kuunga sheria zao, basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaandika constitution ama mkataba ama makubaliano. Na constitution yenyewe ikawa kuna vipande vinahusu Waislamu peke yake na kuna vipande vinahusu mpaka wale Mayahudi walokuwa pale eh, Madina kama tutakavyoona inshallah <tuhum> kama tunavyojua kuwa wale eh, eh, eh, makabila ya Madina yalikuwa ya yani kiyahudi yalikuwa, kuna Banu Qainuqai eh, na Banu Nadhiri na Banu Quraidha, sio? Naam. Kisha pole pole pole pole kama itakavyokuja watavunja ile mikataba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tutagusia inshallah baadhi tu eh, manake mkataba wenyewe mwalimu atupea, ulikuwa mrefu sana. Sasa tutagusia tu baadhi ya uh, uh, uh, mambo ya muhimu eh, ingawa yote ni muhimu, yani tuseme ya muhimu zaidi ama yalo dhihirika zaidi katika mkataba huu wa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa e, mambo ambayo walikubaliana, ama bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliyaandika, ama mkataba ulioandikwa <clears throat> ni bwana Mtume e, kwa yaani wameandika kuwa waislamu e, kutokana na Quraysh e, na Yathrib, yaani na kutokana na wale e, Madina na wote watakaokuja baadaye, wote ni umma mmoja, waislamu nini ni umma mmoja tama kipengele cha kwanza, ama kipengele cha kwanza cha hiyo e, mkataba ama sijui ni constitution e, kipengele kingine ni kuwa hawa waislamu wote hawa waislamu wote kwa tofauti ya itwaje, e, makabila yao, tofauti ya matumbo yao, tofauti zozote walizokuwa nazo kabla, lazima watasaidiana. Mtu yoyote ambaye ana deni, ana mzigo, ana tabu ya kimali, lazima watakuwa wanasaidiana waislamu kama hawa na pia hawa Waislamu wote eh, kwa kutofautiana kwa makabila yao na eh, kama tulivyotanguliza matumbo yao labda yanatofautiana na nini, nini. Lau itakuja mmoja katika Waislamu ameshikwa mateka, basi hawa Waislamu wote watatoa eh, pesa ya kumfidi, ya kutoa fidia ili yule afanye nini awachwe huru la huko na waislamu watashikwa mateka, basi waislamu wengine wale waliobakia watafanya bidii mpaka yule afanye nini, awachwe huru, watamlipia ile ile fidia. Na kisha jambo e, e, jingine katika hiyo constitution ni kuwa waislamu wale ambao ni mutakina eh, waislamu wale ambao ni mutakina watakuwa dhidi ya mtu yote ambaye atadhulumu, zidi ya mtu yote ambaye ambaye atamdhulumu mwenzake eh, atampiga mwenzake, atamuua mwenzake Yani hatutomuunga hatu, mwenye kudhulumu, hata kama ni ndugu yetu. Sisi waislamu sote tutakuwa upande wa yule madhulumi, ili tutukue haki yake, tumrudishie haki yake yule madhulumi, eh? Kisha pia mumin hatomuua mumin mwenzake kwa ajili ya kafiri. Mumin hatomuua mumin mwenzake kwa ajili ya kafiri. Na pia mumi kafiri juu ya muumini muumini. Hatamnusuru kafiri juu ya muumini, labda muumini na kafiri wanapigana, wakati kafita, kisha aje muumini mwingine, yule muumini haifai kumnusuru yule kafiri. Tab'an hapa hatuzungumzi ikiwa yule kafiri ni madhulum. Ikiwa kafiri ni madhulum khalas, tushaeleza. La, tuseme wana vita, wanakozana, wana nini, haifai kwa muumini kwenda kumuokoa ama kumsaidia yule kafiri. La, kisha kuwa ha, hawa waumini wote ni yani ma, mawali yani wako ni wana undugu na wana urafiki eh? Hakuna cha mkubwa wala cha mdogo wote wako sawa sawa mbele ya macho ya Allah jalla jalalhu, hata kama yule ambaye hadhi yake katika jamii labda ime, yani utasema ah, hana hadhi huyu bwana, huu mtu mdogo katika jamii. Hakuna, wote wako sawa sawa mbele ya macho ya Allah jalla jalalhu hmm. Kisha eh, zile eh, vipengele zilizobakia tutazigusia sasa, zinazohusiana na Mayahudi yani si waislamu peke yake, ni vipengele ambavyo ni, ni katika ile muamala baina ya Mayahudi na nani na waislamu tamam. Eh, wasema <coughs> kuwa mayahudi watakuwa wakiliisha mayahudi wenzao kama vile ambavyo waislamu walisha eh, waislamu wenzao eh, chakula cha mayahudi, shida za mayahudi zitatatuliwa na wale mayahudi wenzao kiudugu na huku shida na matatizo ya kiislamu hata tutuliona na Waislamu kiudugu. Naam. Kisha kuna Mayahudi wa Bani Auf, wao watakuwa umma maal mu'minina, tamam. Watakuwa ta kama umma mmoja pamoja na Waislamu wa wakidhulumiwa, wakidhurika, Waislamu watawaokoa Waislamu wakidhurika Waislamu waki, wakisumbuka wakipata eh, mtu wataka kuwapiga vita, basi hawa Mayahudi watafanya nini? Watawaokoa tamam. Lakini watabaki katika dini yao na, Waislamu watabaki katika dini yao na, kutakuwa na uadilifu na hakutokuwa na mtu atampiga ama atamfanyia chochote mwenzake isipokuwa kukiwa na mmoja atakaye dhulumu yoyote, ambaye atadhulumu khalas, itakuwa yeye ndo atafanya nini? Ataangamia. Yoyote atakaye dhulumu yeye ndo ataangamia lakini asli ni kuwa kila mtu atapewa nini? Atapewa uadilifu, ama atafanyiwa nini? uadilifu. Tamam, mm. Kisha wote watakaokubali mkataba huu katika Uislamu eh, wa na wale mayahudi ambao watakubali mkataba huu, yani wale makabila ya Kiyahudi ambao watakubali mkataba huu eh, wajue kuwa lau kutatokea migogoro baina ya watu, ima ni mayahudi kwa Uislamu au waislamu kwa waislamu eh, lakini mgogoro wowote ukiletwa uki mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, basi maradduhu ila sharia, yani itahukumiwa kisheria. Hivyo lile ambalo ataliqariri bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ndo litapita na lazima kila mtu afanye nini, akubali ile hukumu. Eh, lau kutakuwa na migogoro kisha ule mgogoro ufikishwe kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lazima kila mtu akubali matokeo ya yani hukumu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, chochote, migogoro yote inarudishwa kwa Allah na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, pia yoyote ambaye ataishi Madina atakuwa katika amani na yoyote pia ambaye atatoka atakuwa katika amani. Wewe ukitaka kuketi utapata amani, ukitaka kutoka utapata amani, tamam, isipokuwa yule ambaye amefanya makosa ama kadhulumu tamam, kisha eh, la mwisho ambalo tutalitaja waloliandika ni kuwa, eh, Mungu <coughs> ame atakuwa pamoja na yule ambaye amesadikisha ile sahifa, yule ambaye atakua ata yani atatimiza yale yali yaliyoko katika ile constitution, basi mwenyezi Mungu atakuwa na ye. Tamam, na atakuwa ywa yu yoyote ambaye atakuwa nabiri na takwa tamam. Yule ambaye hayuko hapo, yule ambaye atakuwa ni dhalim, yule ambaye atafanya khiana, kama tutakavyoona Mwenyezi Mungu yuko mbali na yeye, na adhabu zitafanya nini? Zitateremka. Naam, naam, taban. Yani takriban haya ndo mambo ambayo tutagusia e, katika hii e, mkama mka, yani katika mkataba huu e, na tuona kuna mafunzo kadhaa tupata. La kwanza kabisa ni ule uadilifu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam uadilifu wa Uislamu eh? Hata ingawa hawa watu labda ni watu ambao wanatuchukia eh? hawa watu ni watu ni makhain maarufu Mayahudi, watafanya tukhiana, lakini bwana Mtume madamu hawajadhihirisha uadui, basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewafanyia, amefanya mkataba nao kiuadilifu. Ngalia ile adala ya Uislamu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yotufundisha, tamam pia tunachosoma hapa katika mkataba um, huu ni umuhimu wa umoja wa Waislamu, ni umuhimu wa umoja wa Waislamu wa wa eh? vipengele vingapi pale wasema Waislamu wana umoja, Waislamu watasaidiana wao kwa wao eh? mnyonge atasaidiwa, anayedhulumiwa atasaidiwa. Hii yote ni kuonyesha umoja wa Waislamu na ndio katika mambo muhimu zaidi zaidi zaidi eh? na tuko katika zama eh, ambazo tumekuja tukagawanywa Tumekuja tukawa divided. Eh? Yule ataka hili yule asema hili yule shekhe lake, yule. Yule, sijui akat... eh, natija yake nini? Lau pote ama kikundi kikija kikidhulumiwa na wasukuo wa Uislamu kikija, uh, nchi kija kipigwa utaona wale wengine hata no one but an eyelid yani kwa lugha yao. Hakuna mtu hata yataharaki. Kwa sababu gani? Ah, yule bwana si madhehebu yangu. Eh, yule bwana si kadha. Eh, lakini ni muislamu bwana eh, Umuhimu ni ule Uislamu, kuna la ilaha illa Allah. Sisi kazi yetu ni kunusuriana, sisi kazi yetu ni umoja. eh? Fatafshalu. Eh? Ni pingane. Kitu kidogo umojaaaasfanyeespinaneinankitu kidogoi, mukifanya hiyo eh? nguvu yenu itapotea Ndo ile, paka, uh, tuasikie sana, divide and rule, divide and rule, tumekuja tukakuwa separated eh. hata katika uh, nchi yetu mambo madogo madogo utaona sisi kama waislamu hatuna ule umoja, hatuna ule umoja. Sasa kwa sababu hatuna ule umoja, ile nguvu yetu inafanya nini? Inapotea eh? <clears throat> kwa hivyo katika hii constitution tuaona umuhimu wa umoja baina ya Waislamu. Kitu eh, cha mwisho ambacho tutagusia ama twasoma katika hii constitution, ni kuwa jambo lolote sisi kama Waislamu tuna tatizo nalo ama eh, tume labda kuna sintofahamu baina ya watu wawili watu watatu, kuna khilafu kuna watu wamekosana, lazima tulirudishe kwa Allah jalla jalalu na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mizani yetu jaji yetu ni sheria, si lengine si mwingine. Mizani yetu eh, ama yule mtu ambaye atatuhukumu ni sheria ya Allah jalla jalalu, sio mtu kwenda kutafuta eh, jaji mwingine la Jaj ni Allah, basi hakuna mwingine, hakuna makhraj. Yani hakuna kwenda kusema ah, bwana mimi na, kwa mfano mtu amekwenda kwa hakimu wa kiislamu kwa shekhe, basi akatatua lile tatizo eh, ama akajaribu kuhukumu baina ya watu eh, kisha baadaye mtu akasema a, a bwana, mimi sikufurahi ile hukumu, hata niende kwa jaji wa wiki hizi many court hizi za kawaida, la la la la la, haifai mtu eh, ni arudishe hukumu ila llahi wa rasulihi eh, hukumu sh, yani judge wa kila matatizo baina yetu kama waislamu ni kurudi kwa Allah jalla jalalu naam eh, haya ni mambo machache tunayosoma katika hii eh, eh, eh, mkataba huu aliofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Na inshallah katika madarasa yajayo sasa tutaendelea eh, manake zitaanza zile eh, saria Yaani vita vita, na waislamu kutoka kwenda uh, uh, jihadi. Inshallah tutazungumza katika madarasa yanayokuja. wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.